Sasa leo tunaanza safari yetu ya hekima hapa katika Agano Jipya, na hasa ya e, katika Injili. Sasa neno injili katika lugha ya Kigiriki linamaanisha habari njema, na hebu ni kuambia hizi ni habari njema kweli kweli. Sasa zile simulizi nne za injili zilizoandikwa na Mathayo, Marko, Luka na Yohana zinahusu maisha na huduma ya Yesu Kristo, na kila mmoja wa waandishi hawa wakiwa wameongozwa na utiwa moyo na Roho Mtakatifu waliandika simulizi za mashuhuda wa macho kuhusu maisha na huduma ya Bwana wao. Ama waliona wenyewe au waliandika ushuhuda wa mashuhuda wengine wa macho. Sasa tumepewa takriban siku hamsini na mbili tu kutoka kwenye maisha na huduma ya Yesu. Ningetamani hizi injili kwa kweli zingekuwa mara kumi zaidi ya zilivyo, lakini kumbuka hili: ingawa hatuna kila kitu tunachotamani kujua kuhusu Bwana Yesu, tumepewa vya kutosha ili tushawishike kwamba yeye kweli ni Masihi, mwana wa Mungu, mwokozi wa wote wanaomwamini. Injili ya Yohana inaeleza wazi lengo la maandiko ya injili hapa katika sura ya ishirini mstari wa thelathini: Sasa Yesu alifanya ishara nyingine nyingi mbele ya wanafunzi wake ambazo hazijaandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili muamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa uamini mpate uzima kwa jina lake. Sasa kabla hatujaendelea zaidi, hebu niruhusu nitandaze ramani hapa juu ya staha, kwa mfano, tunapojiandaa kuanza safari yetu kupitia Injili. Nataka nikuambie, popote ulipo sasa hivi na wewe ni nani, nataka ujue kwamba nina furaha sana umejiunga nami katika safari hii ya hekima kupitia neno la Mungu. Baadhi yenu labda hamumjui Yesu kama mwokozi wenu, na ninaomba kwamba safari hii itakuongoza moja kwa moja hadi bandari ya wokovu, usalama na uhakika wa milele ndani ya Kristo. Sasa kabla hatujapandisha matanga kwa mfano na kuanza safari, unahitaji kuelewa kwamba tutaenda kusoma injili wa mpangilio wa matukio. Yaani tutaenda kuzisoma kwa kufuata utaratibu ambao matukio yalitokea. Sasa hii itaondoa marudio yoyote tutakayopata katika hizi simulizi nne. Lakini muhimu zaidi, nataka kukupa hisia ya jinsi ingekuwa kama ungekuwa unamfuata Yesu katika maisha yake, hadi msalabani, ufufuo wake na kupaa kwake mbinguni. Kwa hivyo kwa hayo, unaweza kutarajia hii ianze na kuzaliwa kwa Yesu, lakini kwanza tunahitaji kusikia tangazo kutoka kwa Yohana. Kwa njia Yohana aliandika baada ya Mathayo, Marko na Luka, na hana shaka alitumia vitabu vyao kama marejeleo, na Yohana anaanza kwa kutangaza ukweli muhimu kuhusu Yesu Kristo. Yeye kwa namna fulani anatupatia hapa katika Yohana sura ya kwanza wasifu wa Bwana. Kuna ukweli kadhaa ningependa kuonyesha. Ukweli wa kwanza ni huu, kwamba Yesu Kristo ni Mungu wa milele. Tunasoma hapa katika mstari wa kwanza, hapo mwanzo kulikuwako neno. Naye neno alikuwako kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Huyo alikuwa mwanzo kwa Mungu. Kwa hiyo kwanza tunahitaji kuelewa hapa kwamba neno ni Yesu Kristo. Kwa kweli, hapa chini katika mstari wa kumi na nne inatuambia neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Sasa tukirudi hapa kwenye mstari wa kwanza, kuna misemo mitatu muhimu tunahitaji kuelewa, na ya kwanza ni hii, hapo mwanzo kulikuwako neno. Hii inatangaza kwamba Yesu yupo milele. Kwa maneno mengine, akuanza kuwepo alipokuwa anazaliwa duniani, alikuwepo kama mwana wa Mungu tangu milele iliyopita. Kisha kuna msemo wa pili, naye neno alikuwako kwa Mungu. Hii inaelezea Yesu kuwa karibu sana na uungu. Kisha msemo wa tatu, naye neno alikuwa Mungu. Hii inatuambia waziwazi kwamba Yesu si kitu kidogo, bali ni Mungu kamili au wa kiungu. Kwa kweli, kitenzi cha kuvutia kinaonekana mara tatu kwenye mstari wa kwanza ni kitenzi "alikuwa." Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kitenzi hiki cha Kigiriki kinaonyesha hali ya kuendelea ya milele. Kwa kweli, unaweza kupanua tafsiri hapa na kusema, hapo mwanzo neno alikuwako, yupo na atakuwepo milele, naye neno alikuwako, yupo na atakuwepo milele pamoja na Mungu naye neno alikuwa yupo na atakuwepo milele akiwa Mungu. Kwa hiyo huwezi kukosa kuelewa hapa, ukweli wa kwanza: Yesu Kristo ni amekuwa daima na atakuwa milele Mungu wa milele. Sasa hapa kuna ukweli wa pili ambao Yohana anatambulisha nao ni huu: Yesu Kristo ndiye maelezo ya milele. Pia katika mstari wa kwanza kuna mara tatu ambapo usemi huu unaonekana neno: hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa Mungu. Hili ni neno la Kigiriki logos. Logos pia linaweza kutafsiriwa kama hii, maelezo. Kwa hiyo tusome hivyo e, pamoja nami kwa muda mfupi: hapo mwanzo kulikuwako maelezo na maelezo yalikuwa pamoja na Mungu na maelezo yalikuwa Mungu. Sasa unahitaji kuelewa kwamba kwa mtazamo wa Wagiriki katika dunia ya kane ya kwanza, kupokea maelezo yoyote kutoka kwa Mungu eh, ilikuwa haiwezekani kwa kweli. E, mamia kadhaa ya miaka kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, Plato aliwaambia marafiki zake wanafalsafa, mnajua nini, huenda siku moja kutatokea kutoka kwa Mungu neno logos, maelezo alisema, ambaye atafunua siri zote na kufanya kila kitu kiwe wazi. Basi unajua nini, maelezo sasa yamewasili kutoka mbinguni katika mwili. Na sasa neno linaeleza nini kwetu? Kwanza kabisa, Bwana anajibu moja ya maswali yanayowasumbua wanadamu: tumetoka wapi? Unajua, leo hii mabilioni ya dola yanatumika kutazama ulimwengu ili kutafuta jibu la swali hilo. Basi hapa ndipo jibu lilipo. Mstari wa tatu, vitu vyote viliumbwa kwa kupitia yeye wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika ambacho kimefanyika. Hivyo basi Yesu Kristo si Mungu wa milele tu, si tu maelezo ya kimungu, yaani ukweli wa kimungu, bali pia yeye ni muumba wa kimungu hii ndiyo kweli ya tatu kuu tunayoipata katika mistari hii, kwamba Yesu Kristo ndiye muumba wa vitu vyote. Biblia inatuambia katika mstari wake wa kwanza kabisa, Mwanzo moja moja, Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na dunia. Na sasa injili ya Yohana inakuja, mstari wa moja, hapo mwanzo kulikuwako Neno. Kisha katika mstari wa tatu tunaambiwa kwamba Yesu ndiye aliyekuwa wakala wa uumbaji. Yeye ndiye neno lililotoka kwa uungu. Maneno ya kwanza ya uumbaji katika Mwanzo moja hetatu, yalitamkwa na Yesu, iwe nuru. Mtume Paulo anafafanua hilo katika Wakolosai saa moja na madakika 16 kwa maana kwa yeye vitu vyote viliumbwa, akimzungumzia Yesu, mbinguni na duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni enzi au mamlaka au watawala au wenye nguvu, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Sasa, ngoja ni kuambie, jamii ya wanadamu bila shaka haipendi wazo kwamba Mungu mwana Yesu Kristo ndiye muumba. Kwa nini? Basi, kwa sababu kama yeye ndiye muumba, basi yeye ni zaidi ya mwalimu mzuri au mfano wa maadili. Kwa kweli, kama yeye ndiye muumba, basi yeye ni Mungu wa milele, mwenye nguvu zote, anayetawala ulimwengu kwa njia tunapojifunza Injili pamoja itakuwa wazi kabisa kwamba Yesu anadai kuwa Mungu katika mwili. Labda unafikiria hapana, hapana, hakufika mbali hivyo. Basi sikiliza tu Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 33. Baadhi ya Wayahudi wanajaribu kumpiga Yesu mawe hadi afe. Na kwa nini wanajaribu kumuua? Basi wanasema hapa kwa Yesu, si kwa kazi njema tunataka kukupiga mawe Bali kwa kukufuru kwa sababu wewe ukiwa mwanadamu unajifanya kuwa Mungu. Ah, ilikuwa wazi kabisa kwa wasikilizaji wake kwamba Yesu alidai kuwa zaidi ya mwanadamu. Haya ndiyo habari njema. Kama Yesu Kristo kweli ni muumba wa kimungu, basi sehemu nyingine zote za Biblia lazima ziwe zinasema ukweli kuhusu Yesu kwamba kweli alikufa kwa ajili ya dhambi zako, na kwamba anaweza kukupeleka mbinguni siku moja. Nasikiliza, kama Yesu Kristo ndiye mfalme wa ulimwengu mzima, basi ana haki ya kuwa mfalme juu ya maisha yako na yangu. Kama unajisikia huzuni au kukata tamana, labda unauliza sasa hivi, unajua nini kusudi la maisha yangu? Basi jibu linapatikana kwa Yesu Kristo. Mruhusu awe Mwokozi wako. Mruhusu awe mchungaji wako. Kwa sababu Yesu Kristo ni yeye alivyo. Anaweza kukutendea kile anachosema. Atatimiza kila ahadi aliyowahi kutoa. Kwa kweli tutaenda kusikia ahadi nyingi. Tunapoanza safari yetu kupitia maisha na huduma, habari njema za Yesu.